Habari yako, wanafunzi wangu, leo tarehe 31 mwezi wa tano 2025. Na kwani, huu mmea, wewe si una ufahamu, si unajua hii majani, si unajua si tunaita kifagia njia hii. Hmm? Sasa umeshaenda kwa waganga wengi, umeshatumia dawa nyingi Leo mi nataka nikuelekeze dawa ambazo ni mchanganyiko, ili kuondoa hiyo nuksi ambayo wewe uliokuwa nayo. Naomba unisikilize kwa umakini. Tupate majani ya huu mti, umeelewa? Umeona we tunauita kifagia njia, shina lake jinsi lilivyo ni hivi. Umeona huu hapa, huu ni mti wa kwanza. Nastopisha. Huu hapa, si unaofahamu, huu ni mti wa pili. E, tunauita Uh, msharifu au wengine wanauita mbono kaburi. Huu ni mti wa pili, ni mti wa pili sawa. Nastopisha, tupate majani yake. Huu hapa ni mti wa tatu, wewe si unaufahamu, tunauita pakanga au kivumba sidume, hmm? si unaufahamu kabisa. Tupate majani yake, ukikauka unalia wenyewe hata hapa, usikilize huu uh, tupate majani yake huu uh, ni mti wa tatu na stopisha. Haya, huu hapa, si unaufahamu kabisa huu uh, uh, unaitwa mti wa mkongo eh, mkongo huu uh, ulishawai kusikia ule uh, huu bwana, ni ni mbao ya mkongo ndio huu hapa. Umeuona jinsi ulivyo, umeuona huu hapa. Huu ni mti wetu wa nne kama sijakosea, tupate majani yake. Lakini haya majani maraini haya, umeona ndio tunatakiwa tuyapate haya, sawa. Na stopisha. Haya, usi unaujua, unaitwa mtopetopepoli mtopetopepoli uh, i mean mtopetopepoli, eh? au mtopela, si unajua au sikio la tembo, si unajua? Tunapata majani yake haya maraini haya, umenelewa eh haya nastopisha. Haya, tunamalizia na huu hapa. Huu unaitwa mwangaluche au mfunguo au nifyambo au, au msikesike au mtipitipi huu hapa, kwa vile hapa hujakomaa tu, ndio maana hivi una unazaa vitunda fulani hivi. Haya hapa ndio maua yake, anazaa vitunda fulani hivi vyekundu na vyeusi vile wanavyotia hata kwenye manyanga waganga. Huu hapa, sio unajua? Haya. Utachanganya hizi dawa zako zote majani. Ukishachanganya eh, basi utasaga vizuri eh. Baada ya hapo, utaanika. Ukishaanika ikikauka, utasaga tena, utapata unga mlaini uo. Unga huo utautumia upendavyo. Kwanza utautumia kwenye kuoga, utautumia kwenye mafuta ya kupaka, utautumia pia kwenye maswala ya uh, kudekia katika biashara yako. Yaani kwa namna yoyote ile, kwa namna yoyote lazima ufungukiwe, yaani biashara itafunguka, mwili utafunguka kwa kila kitu, yaani kwa namna yoyote ambayo ulikuwa una umeshatumia dawa nyingi, basi hii ni mujarabu sana, yaani itakufanya uwe wa kipekee zaidi na itakufanya uh, utoe laana zote katika mwili. Yani hakuna laana ambayo itakayobaki. Hii nimekupa kama zawadi, na msaidie ndugu yako, kama si wewe jisaidie nawe mwenyewe. Ni dawa mujarabu, yani inatoa nuksi ya namna yoyote, hata kama ya kiviza. Yani nuksi ya namna yoyote natoka na mvuto mkubwa sana katika biashara hapa, yes. Babu yako nimekupa dawa hii itumie upendavyo. Ni dawa moja nzuri, ukiichanganya na asali kwenye kuchoma inavuta sana wateja ni dawa moja nzuri ya kuoga kuondoa nuksi, mikosi, giza, vipingamizi sijui vya miaka vya ukoo, laana zote. Yani ni dawa moja mujarabu sana. Nimekupa sadaka hii, itumie upendavyo. Wewe kudekia nyumba isiyolalika basi hii kumichamicha katika nyumba, kwenye biashara frame kwa watu ni wa mtandaoni, kuoga, kupakaa kwenye mafuta, kujifukiza yani, si ni kwambie vipi? Kwa matumizi yoyote a ambayo unataka kutumia hii dawa, niliyokupa ni dawa moja kubwa sana, utakuja kunishukuru. Na ikitokea imekusaidia basi, ikawe ni kheri na khairati kwa marehemu mke wangu Shura binti Saidi, allahumma wa sama afurijana. Nashukuru sana, asante.